Kitabu cha Ezekiel, sura moja na Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, karibuni sana katika mwendelezo wa kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Karibuni sana, naitwa Mwalimu Petro, ninakukaribisha eneo lolote ulilopo uweze kuungana na sisi. Unaweza pia ukafuatilia kipindi hichi katika chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe, na upande wa Facebook usisahau kufollow, itakupa nafasi nzuri ya kuendelea kupata vitabu kila tunavyoposti. Pendwa, karibuni tufungue kwa sala, ili tuweze kusoma siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umetuwezesha kuweza kusimama katika upendo wako. Tunaamini Mungu, nguvu zako zimetufunika na tunaamini neema yako imetusimamia. Tunaomba utusamee maeneo yote ambayo tumekosea. Damu ya Yesu Kristo naomba ituoshe na kutusafisha. Tunaalika uwepo wako, Roho Mtakatifu. Tunaomba uwe pamoja na sisi, Roho wa Mungu, tuwezeshe, tuweze kusoma neno lako na tuweze kulielewa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Ezekiel sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Mlango wa kumi na moja. Tena roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki, na tazama, mahali pa kuingilia palango walikuwa watu ishirini na watano na katikati yao nikamwona Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu, wasemao, wakati wa kujenga nyumba si karibu; mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Basi toa unabii juu yao, e mwanadamu, toa unabii Roho ya Bwana ikaniangukia naye akaniambia, nena: Bwana asema hivi: mmesema maneno hayo, enye nyumba ya Israeli, maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu. Mmewaongeza watu wenu waliouawa ndani ya mji wenu, nanyi mmezijaza njia kuu zake waliouawa. Basi Bwana Mungu asema hivi: watu wenu waliouawa, ambao mmewalaza katikati yake, hao ndio nyama hiyo na mji huu ndiyo sufuria lakini ninyi mtatolewa nje kutoka katikati yake. Ninyi mmeuogopa upanga, nami nitauleta upanga juu yenu, asema Bwana Mungu. Nami nitawatoa ninyi nje kutoka katikati yake na kuatia katika mikono ya wageni, nami nitafanya hukumu kati yenu. Mtaanguka kwa upanga, nitawahukumu katika mpaka wa Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mji huu hautakuwa sufuria lenu wala ninyi hamtakuwa nyama ndani yake. Nitawahukumu katika mpaka wa Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Bwana, kwa maana hamwendi katika amri zangu wala hamkuzishika hukumu zangu, bali mmetenda mambo kama hukumu za mataifa wanaowazunguka. Ikawa nilipotoa unabii, Pelatia mwana wa Benaya akafa, ndipo nikaanguka kifudifudi nikalia kwa sauti kuu, nikasema Ee Bwana Mungu, je, utawakomesha kabisa mabaki ya Israeli? Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, ndugu zako, nam ndugu zako, watu wa jamaa zako, na nyumba yote ya Israeli wote pia, ndiyo hao ambao wenyeji wa Yerusalemu wamewaambia jitengeni mbali na Bwana, nchi hii tumepewa sisi iwe miliki yetu. Basi nena, Bwana Mungu asema hivi: ikiwa mimi nimewahamisha wakae katika mataifa, na ikiwa mimi nimewatawanya katika nchi kadha wa kadha, pamoja na hayo, nitakuwa patakatifu kwao kwa muda mchache katika nchi zile walizozifikilia. Basi nena, Bwana Mungu asema hivi: nitawakusanya ninyi toka kati ya kabila za watu na kuwakutanisha toka nchi zile mlizotawanyika, nami nitawapeni nchi ya Israeli nao watafika huko, nao wataondolea mbali vitu vyake vyote vichukizavyo na machukizo yake yote. Nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wake wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama, ili waende katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyatenda. Nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Bali wao ambao mioyo yao huenda kwa kuufuata moyo wa vitu vyao vichukizavyo na machukizo yao, nitaleta njia yao iwajilie juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Ndipo hao makerubu wakainua wa mabawa yao, nayo magurudumu yalikuwa karibu nao, nao utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Utukufu wa Bwana ukapaa juu toka katikati ya mji, ukasimama juu ya mlima wa upande wa mashariki wa mji. Na roho hiyo ikaniinua ikanichukua katika maono kwa nguvu za roho ya Mungu hata Ukaldayo, kwa watu wale wa uhamisho. Basi maono niliyoyaona yakaniacha. Ndipo nikawaambia watu wa uhamisho habari ya mambo yote aliyonionyesha Bwana. Mlango wa kumi na mbili. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho, ukahame wakati wa mchana, mbele ya macho yao, nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao; labda watafahamu, wajapokuwa ni nyumba iliyoasi. Nawe utatoa vyombo vyako wakati wa mchana, mbele ya macho yao kana kwamba ni vyombo vya kuhamishwa, nawe mwenyewe utatoka wakati wa jioni mbele ya macho yao kama watu watokavyo katika kuhamishwa. Toboa mahali ukutani mbele ya macho yao, ukachukue vitu kwa kuvipitisha pale. Mbele ya macho yao utajitwika begani pako na kuvichukua nje gizani, utafunika uso wako hata usiione nchi, kwa maana nimekuweka uwe ishara kwa nyumba ya Israeli. Nikafanya vile vile kama nilivyoamriwa nalitoa vyombo vyangu wakati wa mchana kana kwamba ni vyombo vya kuhamishwa, na wakati wa jioni nikautoboa ukuta kwa mkono wangu, nikavitoa gizani, nikavichukua mabegani mbele ya macho yao. Asubuhi neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nyumba ya Israeli, je, nyumba ile iliyoasi hawakukuambia unafanya nini wewe? Waambie, Bwana Mungu asema hivi Ufunuo huu wa mhusu mkuu wa Yerusalemu na nyumba yote ya Israeli walio kati yao. Sema, mimi ni ishara kwenu, kama mimi nilivyotenda wao, nao watatendwa vile vile, watahamishwa watakwenda kufungwa. Naye mkuu aliye kati yao atachukua begani katika giza, naye atatoka kwenda zake, watatoboa mahali ukutani wapate kuvichukua vyombo vyao nje. Atafunika uso wake kwa sababu hataiona nchi kwa macho yake. Tena wavu wangu nitautandika juu yake, naye ya atanaswa kwa mtego wangu, nami nitampeleka Babeli mpaka nchi ya Wakaldayo, lakini hataiona, angawa atakufa huko. Nami nitawatawanya kwa pepo zote, wote wamzungukao ili wamsaidie na vikosi vyake vyote, nami nitaufuta upanga nyuma yao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapowatawanya kati ya mataifa na kuwatupatupa katika nchi zote. Lakini nitawasaza watu wachache miongoni mwao na kuwaokoa na upanga na njaa na tauni, ili watangaze habari ya machukizo yao yote kati ya mataifa huko endako; nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, ule chakula chako kwa matetemo, ukanywe maji yako kwa kutetema na kwa kuyatunza sana, ukawaambie watu wa nchi, Bwana Mungu asema hivi katika habari zao wakao Yerusalemu na katika nchi ya Israeli: watakula chakula chao kwa kukitunza sana, na maji yao watayanywa kwa ushangao; nchi yao iwe ukiwa kwa kukosa vitu vyote vijazavyo, kwa sababu ya udhalimu wao wote wakao ndani yake. Na miji yote yenye watu itakuwa maganjo, nayo nchi itakuwa ukiwa. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, ni mithali gani hii mlionayo katika nchi ya Israeli, mkisema siku hizo zinakawia na maono yote hayatimizwi? Basi uambie, Bwana Mungu asema hivi: nitaikomesha mithali hii wasiitumie tena kama mithali katika Israeli. Lakini uambie, siku hizo ni karibu na utimilizo wa maono yote wa maana hayatakuwapo tena maono yoyote ya ubatili wala ubashiri wa kujipendekeza katika nyumba ya Israeli. Maana mimi ni Bwana, mimi nitanena na neno lile litakalolinena litatimizwa, wala halitakawilishwa tena. Maana katika siku zenu, ewe nyumba ulioasi, nitalinena neno hilo na kulitimiza, asema Bwana Mungu. Neno la Bwana likanijia tena kusema mwanadamu tazama hao wa nyumba ya Israeli husema maono hayo ayaonayo ni ya siku nyingi zijazo, naye anatabiri habari ya nyakati zilizo mbali sana. Basi uambie Bwana Mungu asema hivi, maneno yangu hayatakawilishwa tena hata moja, bali neno nitakalolinena litatimizwa, asema Bwana Mungu.